na sisi tuko hapa leo Jumatatu. Jumatano tuna kibarua pevu cha kuhakikisha kwamba tunamfunga mpinzani wetu, tunamtoa kwenye mashindano na tunaelekea hatua ya nusu fainali. Dua mliotuombea na sisi tunaomba Mwenyezi Mungu aipokee dua hiyo ili tuweze kutimiza jambo letu siku ya Jumatano hatuna kingine chochote ambacho tunakihitaji zaidi ya kuvuka na kwenda hatua ya nusu fainali. Ndio maana tunafanya kila tunachoweza ili tuweze kufuzu twende hatua inayofuata. Tunaomba mtuombee, kupitia watoto hawa, kupitia viongozi wa kituo hiki, mtuombee siku ya Jumatano nyama aende nusu fainali. Itakuwa ni faraja kubwa kwa watoto hawa, faraja kwa kituo hiki, na faraja kwa wanasimba wote. Tunafahamu ugumu wa mchezo huu, na sisi tumejiandaa vilivyo kuhakikisha kwamba tunafuzu, tunakwenda hatua inayofuata. Kwa hiyo kwenye maombi yenu leo, kesho na jumatano yenyewe, yajikite kwenye kutuombea kwa Mwenyezi Mungu tufanikiwe kufuzu twende hatua inayofuata. Kituo hiki cha Baba Oreste kimeanzishwa na Mwitaliano, lakini wanaopaswa kukilea kituo hichi ni sisi wa Tanzania. Kwa hiyo tusiwaachie Waitaliano. Wao wametimiza jukumu lao la kwanza la kimsingi la kujenga kituo hiki. Kukilea kituo hiki kinabaki kuwa ni kazi yetu sisi wa Tanzania, kwa sababu wanaolelewa kwenye kituo hiki wanaonufaika na kituo hiki ni watoto wa Kitanzania kwa asilimia mia moja. Kwa hiyo sisi tunawajibika moja kwa moja kukilea, kukitunza na kukidumisha kituo hiki, na kwa hapa tuwapongeze Mo Dewji Foundation, lakini vile vile tumesikia ombi la, la, la, la baba hapa ya kwamba so ombi vision eh ma, ma, ma, ma, ma, ma, vision nini ni kita maono maono maono yao ni kujenga eh, boarding hapa na mimi ni kuombe baba eh, your vision to build a uh, boarding here you can take it to Mo Dewji Foundation and then they can assist you to accomplish that vision. Wow.